Utarudisha. Hapo vipi mtu wangu? Hizo fungo za gari. Hapo vipi mtu wangu? Nitarudisha. Si wacha zingizi, nasema nitarudisha. Utarudi kwa umetembea sawa. Mtardisha. Mtardisha. Kiburi naisha leo. Ndio ni kama dosi haijaingia msuri. Dosi haijaingia daktari. Daktari. Ongeza dosi. Hapana. Asimame, asimame, asimame.

kwa nini anaoga, anaoga kutengeneza unafanya nini huku, mazee, ilikuwa inalika. Umefata, umefata, unafanya nini? Mimi naua mtu, wallahi mimi naua mtu we

yeye yeah, yeah. Acheki na mtu akicheki na mtu kabisa, na ukileta umbweded unapata mambo yanakuwa sege mnege. Na kwa kweli anaona, eh, kabisa eh, Dr Max anatabasamu because anajua mambo ni yelele yelele zaidi, because anajua mambo yakiwa yelele inakuwa musuri kabisa, inaleta muutamo fulani kwa musuri kabisa, ina mosida bana. so Tuko hapa na Dr. Maxi na kwa kweli naamini kabisa mamake ako so disappointed with him, lakini sio mbaya. Unajua, pia mzazi akizaa mtoto anaamini kabisa mambo yake yanakuwa yanafaa ya kuwa vizuri, na wakati mwingine pia ukikosa kumwambia kile kitu ambacho kinaendelea kwa wakati, anaona kabisa you are just a mess. Haya, mwenyewe alimwambia you just go, and I don't remember what she said, but by the way, it's so it was so heartbreaking, but kwa mzazi kutoa kitu kama hicho kweli alikuwa anaumwa that's for sure, so sio kesi ok hiyo eh, sio kitu ambacho imetuleta hapa eh, the only thing ambacho eh, Dr. Max anahitaji atakisema. Eh, shikamoo daktari. Marahaba kijana. Oh, eh, uko oh, salama kabisa? Eh, niko salama. Kuna tumekuja na mwingine leo, ajue kabisa wewe ni nani. Oh, huyu sasa ni uh, <laughs> Eh, huyo yeah. Akijaribu kuleta kiburi yeah. A, mimi ndio mwenye kiburi sasa yeah. E, lazima wewe kiburi na kiboko juu yake. Kiboko moja peke yake nikimwekelea yeah. Mbili tatu atakuwa yeah. Atati, o yeah. <laughs> Hey, so, nimeshukuru sana mambo Sophia mpoa sana kwa vizuri. Kabisa. Wow, so kama kwa vizuri that's my happiness na ningetamani sana tuweze kuongea na pia hatuna ubaya. Leo tumekuja kuketi chini, tuweza kupiga story, tujue ni vipi, vipi na ni kitu gani ambacho kinaendelea. Mm -hmm. Ni tuweza kujua ni vipi tunasaidiana eh Dr. Max uh -huh. Tuambie ni kitu gani ambacho unahitaji bro. Kenya tu nataka is very simple. Mm. Kila... Kwanza, kwanza kabisa bro uh -huh. Eh, kabla hujasema hizo vitu uh -huh. Uh, ningetamani kwanza nimpe nafasi because aliniambia kuna kitu ambacho alikuwa anahitaji kusema. Mm -hmm. It's good akiseme kutoka moyoni mwake na alafu pia ukija kusema vitu zako iwe ni vizuri. So if unajua kabisa mambo mengi yamehappen, si ni kweli mm. So eh, what do you expect na what exactly do you want to do ndo angalau hii mambo yote ambayo tunayafanya yaishe kwa urahisi na utaratibu, na isikuwe ni mambo mengi mabaya ambayo yanaendelea? Okay, mimi pangu mm. nilikuwa namuomba tu msamaha you know, mambo ilitokea na ilienda venye ilienda uh -huh. but naona ni kama atuelewani, nikijaribu kujieleza mambo inaenda mm. vingine mm. but sasa nilikuwa naomba msamaha mm. if possible Muulize kwa faida yake, wewe unasema kusamehe. So, you know akasema, e, ulimdanganya ye mwenye alisema kila kitu, is that true? No, mi sikumwambia kitu kama hiyo, mm. But sasa you see kitu yoyote yenye imeongelewa kama uko, you can't defend yourself 'Cause mimi najua hata penye alikuwa. Mm. Saizi hata nikaweza sema maybe hata nichukue simu yake niangalie. Niko sure lazima kwenye alikuwa alikuwa na mtu. Niliangalia simu yake. After kuangalia simu yake, baby, baby, nini, nini? Yaani the, the na wewe akionyesha up, upendo na mapenzi hali ya juu. But now niliangalia sehemu yake that's for sure. And I'm very sure utaanza kujitetea useme oh, you are not there si nini nini, but that's not the case. So what exactly do you want? Mi nataka tu anisamehe, mm. Whatever happened ama kitu yote yenye imeoka between us, kwa hiyo hiyo time yenye alikuwa ameenda. I did it, nauliza tu anisamehe. Na, we can start over again. E, juu mimi pangu pa pia nampenda hata yeye najua, najua hivyo. Hata kama mistake ilikuja ikatokea, mi napenda mzee wangu kabisa, nampenda na roho moja, so unaweza yeah, omba anisamehe and he finds in his heart to forgive me. Kwa sasa itakuwa ngumu, kwa sasa itakuwa ngumu. Mm, jua miaka yote ulikuwa unajua vile unafanya si ati ni kitu ilifanyika mara moja. I wish ingefanyika tu once, na hata we mwenyewe uniambie we'll work it out, hiyo ni sawa. Miaka kuzo ame confess amesema imekuwa ikifanyika. Sasa anyway, uh... mimi sitakushikilia, koro yangu sina <sighs> nasemaje Mlikuachilia Mindak sina, I don't have a grudge with you, sitaikuwa na ubaya na wewe lakini, kwa sasa sidhani ningetaka kuhusiana naye kabisa e. Na kwa hiyo e, mimi ningetaka kila kitu ile nimesema ati nimekupea, nataka irudi, na si tafadhali okay, Max. Kwanza tuerewane hapa, wewe unasema umeniachilia. Kama ni hivyo basi, kama ni kukasirika, mbona basi tujiz, tusijipea time kidogo, tupeane space then, unajua Time huo ina, inafanya kila kitu ina heal, then tunaweza kaa chini tuongelee hii maneno sasa. Kwanza kusema ati nikurudishie kitu, sijui nikufanyie nini, hiyo ni nini? Hiyo ni ni specific, niambie yenye unataka nikurudishie. Oh my dear, you are now contradicting contradicting contradicting everything, you know very well you have everything which by saying everything, kila kitu chake ambacho uko nacho urudishe. Daktari, unasikia O, lakini mimi naweza wasema o, mimi kazi yangu nikianza, mm. Napendanga nikimaliza, na mimi sipendangi pia vitu za kurudia rudia. Huyo kijana mdogo alikuja tumsaidie na kazi yangu nishaanza mm. Yes, kazi yangu nishaanza sasa, mimi nitasema ni niendelee na kazi yangu nimalize mambo ya kurudiana na kufanya nini? Oh, sitaki kusikia hapa hiyo. Watu watafutane kando, waongeleshane huko <laughs> eh, after <laughs> huyo kijana mdogo ashapata vitu zake <laughs> eh, na oh, kijana mdogo nataka nikwambie kuambie mm. oh, mimi ni mzee, oh, na vitu naona nikikaa na, hata ukipanda ndege ukuwe juu angani uweziona mm. Huyu huyu oh, msichana ni mkora mm. Atakudanganya na bado ataku, atakufora daktari. Jamani, unasikia bro vile daktari anaeleza? Mimi nimesikia mm. na sitapinga mm. Ndio maana nimesema mi sai kurudi hapo mm. eh, Sofi, mimi sitaki turudiane. Sasa na mimi sisi, naona hata uriniletea daktari mwenzako, mkuje muni hukumu the same way Ulifanya na dadako ukafanya na kazini yako, so huwa mai, ni nini yenye unataka nikurudishie? You know I have nothing am kila kitu hakuna kitu yako yenye niko nayo cause mimi na yeye tukichukuana, ulini promise, I will take care of you. Kwa hiyo miaka yenye nilikaa ama nikikugoja, nilikaa nimewaste muda yangu yote nikiwa nimekugojea. What do you want? Ni nini yenye unataka nikurudishie yenye niko nayo yako hiyo? Mimi hakuna kitu yenye niko nayo yako na hakuna kitu yoyote yenye narudisha Huyu ni kama, huyu ni kama ako na kiburi, bro. Sasa, daktari mimi atanifanyia nini? Daktari atanifanyia nini mm. yenye mm. sijaona kwa hii dunia mm. daktari atanifanyia nini? Mm. Nini? Mm. Nini? Mm. Nini? Mm. nini? Mimi hata sina issue na hiyo, hata uende, hata utafute wazee wote wa kijiji uwarete. <laughs> Hata utafute nani uwarete, hakuna kitu yote yenye nakurudishia hiyo ukae ukisikiaga na ukae ukijielewaga kabisa kabisa. Venye unaongea amejaza kiburi na wenye kiburi mimi natafutanga mm. mambo ni mawili, unarudisha mm. ama aurudishi. Sasa we mzee, kwa hii conversation, wacha tu nikuulize tu kwa heshima, kwa hii conversation na hii relationship yetu Swala. Kuwa, kuwa o, o, o, kujua, mimi ni, mimi kiboko, na unaingilia ukiwa kaa nani, usitaki kujua mimi ni nani? Mimi ni daktari kiboko, na mimi ni kiboko yao. Unarudisha mali za wenyewe ama au utarudisha, kiboko hmm. yao <laughs> sirudishi, hu utakuwa kiboko yangu, anarudisha sasa Oh, nataka nikuambie vitu za wenyewe lazima urudishe, na ukijaza oh, kiburi utajua mimi ni nani oh, utarudisha marudishi unarudisha oh, <laughs> <muna, laughs> unarudisha urudishi mtarudisha utarudisha. Eh, anasemaje utarudisha hapo nase yeah. Vipi mtu wangu eti hizo funguo za gari

Unafanya nini hapa wewe? Pure kabisa. Wewe, hawatajua watu sisi wa, ni kusema nini? Watapata viboko vingi sana.